Sasa sikukuu ya vibanda imekwisha hapo. Katika Yohana sura ya saba tulimwona Yesu akibaki Yerusalemu, huku akifundisha kwa uvumilivu. Anavumilia uhasama wa waandishi na Mafarisayo. Kisha tuliona katika sura ya tisa jinsi alivyomponya mtu kipofu kwa muujiza, jambo ambalo liliwakasirisha viongozi wa dini hata zaidi. Sasa kinachotokea baada ya hapo pia kimeandikwa katika injili ya Yohana. Safari hii tuko katika sura ya kumi. Yesu anatoa mojawapo ya ujumbe wa upendo na wa kibinafsi zaidi unaopatikana katika Injili yote. Na pia ujumbe huu utatumika kama karipio kwa viongozi wa taifa kwa sababu wao ni wachungaji wa uongo wa taifa la Israeli. Sasa kabla hatujaanza, hebu nikukumbushe kuhusu Yeremia 23 na, na Ezekieli 34. Hapa ndipo viongozi wa Israeli wanaitwa wachungaji, wachungaji waliolipotosha taifa. Manabii walitabiri kwamba Masihi angekuja na Masihi angekuwa mchungaji wa kweli. Angeirudisha na kuibariki taifa. Unaweza kuwa na uhakika kwamba Mafarisayo wanayajua vizuri sana maandiko hayo ya Agano la Kale. Sasa basi, tupo katika Yohana sura ya kumi kwa kile kinachofuata. Sasa sikiliza hili Yesu anajitambulisha kama mchungaji wa kweli, yule mchungaji wa pekee ambaye Mungu aliahidi kumtuma kwa Israeli. Yesu anaanza kuzungumza hapa katika sura ya kumi mstari wa kwanza. Amin, amin nawaambia, yeye asiyeingia zizi la kondoo kwa kupitia mlangoni, bali anapanda kwa njia nyingine, mtu huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Lakini aingiaye kwa kupitia mlangoni ndiye mchungaji wa kondoo. Mlinzi wa mlango humfungulia na kondoo huisikia sauti yake naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwatoa nje. Sasa mstari wa sita unatueleza kwamba umati haukuelewa hivyo Yesu anafafanua kidogo hapa katika mstari wa saba. Anasema mimi ndimi mlango wa kondoo basi katika siku hizi mchungaji angejenga uzio mdogo tu shambani kwa ajili ya kundi lake kwa kupanga mawe ili kutengeneza ukuta wa mviringo. Hakukuwa na mlango kwenye zizi hili la muda. Mchungaji mwenyewe angejilaza kwenye ule uwazi, hivyo kimsingi yeye ndiye aliyekuwa mlango. Hakuna kitu kingeweza kutoka wala kuingia isipokuwa kupitia kwake yeye. Sasa kama bado umati haujaelewa, Yesu anafafanua zaidi hapa katika mstari wa tisa akisema, mimi ndimi mlango, mtu yeyote akiingia kwangu ataokoka, ataingia na kutoka na kupata malisho. Kimsingi anasema tazama, kama unataka kujiunga na kundi, mimi ndiye njia pekee ya kuingia. Sasa kwa kusema hivyo, Yesu anaanza kuonyesha tofauti kati yake, mchungaji wa kweli, na wachungaji wa uongo, yaani walimu wa uongo wa Israeli, hasa Mafarisayo. Anasema hapa katika mstari wa kumi: mwizi haji ila kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nilikuja ili wao, yaani kondoo, wapate uzima, tena wapate tele. Kwa njia neno mwizi hapa ni neno la asili kleptes, na kutoka kwenye neno hilo tunapata neno kleptomaniacs. Na neno la Kigiriki hapa linamaanisha mtu ambaye anaiba kwa ujanja na kwa siri. Unaona, hawa walimu wa uongo si watu wajinga. Kwa njia, si watu wasio na elimu. Wao ni wana akili, wao ni wa kimkakati, wanawapotosha kondoo kwa makusudi Wanaua na kuharibu kundi. Unajua, nadhani ni jambo la kuvutia kwamba neno lililotafsiriwa kuwa linaashiria kuwa kwa ajili ya chakula. Kwa maneno mengine, hawa wachungaji wa uongo hawataki kulinda kundi, wanataka kuishi kwa kutegemea kundi. Sasa katika mstari wa kumi na moja Yesu anabadilisha mfano ili kusisitiza ni aina gani ya mchungaji yeye ni. Anasema hapa, mimi ni mchungaji mwema ni nini kuhusu huyu mchungaji kinachomfanya awe mwema wa kipekee kiasi hiki? Basi Yesu anatueleza mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sasa Bwana atarudia kauli hiyo hapa katika mistari ya 15, 17, na 18. Kauli hii kutoa uhai wake inaonyesha wazi kwamba mchungaji wetu mwema anatoa maisha yake kama sadaka ili kuokoa kundi lake. Sasa Yesu anaendelea hapa katika mstari wa kumi na mbili kusisitiza tofauti kati ya mchungaji mwema na mchungaji wa uongo. Yule ambaye ni mfanyakazi wa kuajiriwa na si mchungaji, ambaye si mmiliki wa kondoo, anapoona mbwa mwitu anakuja, huwaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Anakimbia kwa sababu yeye ni mfanyakazi wa kuajiriwa na hajali chochote kuhusu kondoo. Ni wazi kwamba mchungaji wa uongo yupo pale kwa ajili ya pesa tu. Hayupo pale kwa ajili ya kuwalinda kondoo. Mchungaji wa uongo anataka kuwachuna kondoo, si kuwalisha. Lakini mchungaji mwema anawajali kondoo wake. Hivyo, Yesu anatoa hoja hapa kwamba yeye ndiye mchungaji mwema kwa sababu yuko tayari kujitoa maisha yake kwa ajili ya kondoo na pia anaonyesha upendo na kujali kwa kundi lake anatoa ushahidi zaidi hapa katika mistari ya kumi na nne na kumi na tano, anasema: mimi ni mchungaji mwema na wajua wangu na wangu wananijua, kama vile baba anavyonijua nami namjua Baba. Kitenzi cha asili hapa ni ambacho kinamaanisha kujua kwa undani. Hii ni maarifa ya karibu yanayotokana na uhusiano wa binafsi. Kwa kweli, wakati wa kitenzi unaonyesha kwamba Yesu ndiye anayeanza kuchukua hatua ya kuwajua kondoo wake na kondoo wake pia kumjua yeye. Nikuambie mpendwa kama uko kwenye kundi, umefika hapo kwa sababu yeye ndiye aliyekuwezesha kumjua. Alitoa maisha yake kwa ajili yako. Alikufungua macho yako ili uione kweli kuhusu yeye ni nani na unajifunza kila wakati, sivyo? Kila siku unazidi kumjua zaidi na zaidi, mchungaji wako mwema ni nani. Lakini Yesu anasema hapa kwamba anakujua wewe, ananijua mimi kama vile Baba anavyomjua yeye, na kama vile yeye anavyomjua Baba. Fikiria hilo. Kwa maneno mengine, sisi daima tunajifunza kumusu yeye, lakini yeye anajua kila kitu kutuhusu sisi kwa undani na ukamilifu kabisa, tangu milele iliyopita hadi milele ijayo, kama vile yeye na Baba yake wanavyojuana. Unajua maana yake nini? Inamaanisha tayari anajua mazuri yako yote, na pia anajua mabaya yako yote kwa hiyo hatakuja kujifunza kitu kukuhusu ambacho kitamfanya atake kukutoa kwenye kundi lake tayari anakujua kikamilifu kabisa na tayari amekusamehe kikamilifu na kabisa pale unapomwamini kuna hata habari njema zaidi kuhusu mchungaji wetu mwema tunaambiwa hapa kwenye mstari wa kumi na tano Yesu anasema ninautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo sasa hawa kondoo ni akina nani hapa basi, Injili zinaweka wazi kwamba Yesu ni Masia wa Kiyahudi aliyekuja kwa taifa la Wayahudi. Ni wazi kabisa kwamba wao ndio walengwa wakuu wa huduma yake hapa duniani. Hivyo inaweza kuwa rahisi kufikiri kwamba basi anapozungumzia kondoo wake, anawamaanisha tu taifa la Israeli. Lakini sikiliza Yesu anavyosema hapa kwenye mstari wa kumi na sita, tena ninao kondoo wengine ambao si wa zizi hili inanipasa kuwaleta na hao pia, nao watasikia sauti yangu, na kutakuwa na kundi moja, mchungaji mmoja. Linapenda hilo kwa sababu linatuhusisha mimi na wewe. Na kwa njia, tangazo hili bila shaka lingewashangaza sana viongozi wa Kiyahudi na watu wa Kiyahudi kusikia jambo hili. Kama wangekuwepo watu wa mataifa, maneno ya Yesu yangewatia moyo sana wale watu wasio Wayahudi ambao mioyo yao inavutiwa ndani yao kuamini kwa, kwa Yesu, kujitoa kwa mchungaji mwema huyu. Basi huenda walikuwa wakijiuliza, je, sisi tumealikwa? Basi unajua nini, yeye ataweka chini maisha yake kwa ajili yao, kwa ajili yetu sisi sote pia. Sasa Yesu anaendelea kufunua hapa katika mistari ya kumi na saba na kumi na nane kwamba ahadi hizi zote zinategemea kifo chake cha kujitoa sadaka pamoja na ufufuo wake wa kimiujiza. Kifo chake hakitalazimishwa juu yake; yeye ataweka chini maisha yake kwa hiari yake mwenyewe. Yeye si mchungaji tu. Fikiria hili: yeye pia ni mwanakondoo wa sadaka. Atakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima. Sasa baada ya tangazo hili kutoka kwa Bwana, umati hapa unagawanyika mara moja. Wengi wanafikiri kwamba unajua amepoteza akili, amedanganyika au labda amepagawa na pepo. Wengine katika umati huu wamechanganyikiwa. Hawawezi kufikiria kwamba mtu aliyepagawa na pepo angeweza kufanya miujiza ya ajabu kama hii. Na bila shaka kutakuwa na baadhi ambao wanaamini kwamba yeye kweli ni mchungaji mwema. Nikuambie mpendwa, hisia kama hizi bado zinatokea leo. Yesu bado anawagawa watu kwa namna fulani, kulingana na uelewa wao juu ya yeye ni nani. Lakini kile alichosema bado ni kweli: kondoo wake wanamjua na kondoo wake wanamfuata. Kwa hiyo naomba nikuulize, uko wapi leo?